Kuanzia sasa utakuwa msukuli wangu mpaka nitakuwa mwamini. Basi, imechafuka. Maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba na kila mtu anaogopa hata kivulichagama. Hey, hey, burudani Unaangalia mguu wangu au una baraka nini? Natoka nimekanyaga mdudu. Ah, msikia mama. Malaba. Kulikoni. Saa hizi umerudi kwa panyumbani anakuja kufanya nini? Sasa mama mimi ni mauma hmm? Nitoke kazini nije nyumbani kwa maana kule biashara zimekuwa ngumu kinoma noma, kule mikopo wateja waje kununua mikopo. Unaona? nikaona hmm maisha yangu sasa naenda kuangamia. Nikapiga mahesabu kwamba nyumbani sijaua, nyumbani sijabaka, nyumbani sijafanya chochote kibaya ambacho kinaweza kikawakwaza wazazi wangu wakaniona hatarishi. Nikaona we acha nrudi zangu nyumbani, nikatulia. Akati narudi njiani, sasa nimekutana na mtu mmoja, kanichachafya, kanivuruga ubongo, ani akili yangu iko hoves. We si mtoto wa kiume, siwatakiwa. So, upambani unisaidie. Mi mamako hivyo ni kiumwa ndani, hata dawa hakuna. Utanisaidia uta, uta vipi eh? Asa mama

anaenda kutafuta maisha. Aliniomba baraka zangu na mimi bila hiana nikampa. Na shangawe mtoto wa kiume. Sasa hizo mrudi nyumbani Mama, apu, awa, we, niweke fungu gani? Yes. Mama hapo nimetoka kusema hao alikuwa wewe ni eji go. Mbona mafungu yako mengi? Kuna fungu la nyanya, kuna fungu la nyanya chungu, kuna fungu la bamia, kuna fungu la hela. Kwa hiyo unaweza ukaangalia sasa kwamba bwaga yala ni mweke kwenye fungu gani la kumpendeza aweze kulilaski my my everything my, anything hata ile lenyewe kanalo moyoni changu. Mkiweka hapo nishiba, nijitumboe kwenye masofa hapo. Unauliza nini chakula? Wewe uliacha hapo sasa, eh hmm. Unajizima data shangaa, mimi ni mama yako, nitapata wapi pesa na nakutegemea wewe imechafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya sunami, hii ni ya sunami. Kuna zamana hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya sunami, hii ni ya sunami. Nani atasimama Kipunji, Unavonipita ujaniona? Kwanitoka asubuhi mii nae tumesalimiana mache wangu mi akofuru mda wote yani. Kama kukuona mi nishakuona fusikiani kuelekeza kindegejoni najua hata navokuita mamdogo nakuheshimu tani nakuita li mradi fazeli kasha sema nikuita mamdogo ndomana nakuita mamdogo. Ila upasita kuita mamdogo mi nakuitaja mamdogo pesikali kama mtoto mwenyewe kinanda tunauza kukupiga ninavyotaka, afu nataka nikuite mama mdogo? Wewe vipi, wewe unataka uishi na msela kama hivi? Unaishije na mzee Kiponje? Nipe heshima yangu, mimi ni mamako mdogo. Hata huyo baba yako ananiheshimu, embo zima ngoma ya kindege joni. Heshima ifosiwi kama hivyo, nikitaka nitakuheshimu, nisipotaka basi, hata kama wale nyote wana ndevu, so mkubwa so mdogo. Fuataka nikuheshimu kama hivyo, sichukulie poa. Ukiniona kaa kushoto, afu usinipimie ukijichanganya tu unaliwa na chumvi.

la ilaha illa anta subhanaka ana kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu yangu, maji akimwagika hayazoleki, na hata akizoleka hayafai kwa matumizi ya baadaye. Nisingependa kwamba ufahamu eti ni nani kalifanya hili, haipendezi. Vizuri tu kwamba tumlilie Mwenyezi Mungu, tumshtakie Mwenyezi Mungu. Ye ndo mwenye kujibu haya. Yeyote yule aliyeshiriki, basi utamjua kusipokutumia ubaya. Sisi tunaelewana ndugu yangu. Kikubwa sasa, ili tuweze kutimiza hili, vinahitajika vifaa na vifaa vyenyewe tikiwa, ipatikane karatasi nyeupe kwa ajili ya kuandika kombe, kisha ubani maka, mishumaa miwili pia na audi Kwanza mimi niseme shukrani sana Ustaz. Unajua, mimi nilipigiwa simu tu na rafiki yangu kugiwa hizi taarifa za dada yangu, kwa amepata hii hitilafu, na mimi kabidi niache mambo yangu kuja huko ghafla sana, kuja kuangalia nini kinaendelea. Ni miezi mitatu sasa, lakini hakuna tumaini lolote lile. Tunahitaji sana msaada wako ili dada yangu arudi kwenye hali yake ya zamani. Mm -mm. Wakumlilia ni Allah subhana wataala, mimi ni kama daraja tu la kuvuka. Mtu mwingine anapona asiyepona, basi ni Mwenyezi Mungu anajua, lakini situmlilie. Mwenyezi Mungu Allah subhana wataala ndio kila kitu. Sawa, kila alofanya hili basi amemchokoza bea. Hapana, ubaya ulipi kwa ubaya, lakini mbaya ataadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Sawa, wacha mi niende nikakamilisha vitu ambavyo umeniagiza. Basi Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi ukwenda, dada, utakuwa sawa. una vuma, Chendu Chendu. Laiti kama ingekuwa umekubaliana na masharti ya huyo ambaye alikupa ilizi ukameza, usingekuwa unapitia mateso haya. Kwa hiyo, kuna kitu gani tutakifanya tuondokane na haya mateso? Ipo namna ya kufanya ili uondokane na haya mateso? Inawezekanaje? Inawezekana, na njia pekee ni mimi nafsi yako kurudi katika mwili wako. Nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Isipokuwa sio kwa muda huu, kuwa na subira. Chozi yamekuwa mto wa safari kila usiku kila asubuhi, najiuliza mbona njia ni giza majibu... Hey, Shkoda Marabo, jambo jambo. Mbona huko kuna alio? Amna, mi niko sawa tu ila pia samani kwa kile kilichotokea jana. Ila jana chemeja alichofanya sio vizuri. Mi nimekaa nje pale nimekatwa na mbu mpaka nasikia hapa, siko sawa. Pole mdogo wangu, ila hiyo yote ni changamoto tu ya maisha. Ila kuna kitu nataka tu nikwambie, kwenye hii dunia sisi binadamu tuko aina mbili. Kuna wenye roho nzuri na wenye roho mbaya, ila walio wengi ni wenye roho mbaya sana. Wema ni wachache sana hapa duniani, ila nakuahidi nitakupambania kwa, kwa kila hali tutoke katika haya mateso. Sawa mdogo wangu, basi jiandae uende shule sawa. Basi basitoka kwenye hali hiyo basi Lakini najua, najua ndani yangu hata giza lina mwisho. Abe? Bila shaka wewe ni mmoja wa familia ya Mzee Chendu eh, ni mjombangu. Sasa usije ukajihusisha na jambo lolote atakalokuwa giza, maana utaiumiza roho yako na nafsi yako, mm. Mimi kama nilivyokuambia hapo awali, Chendu ni mjumba wangu na ni mgonjwa yupo kitandani. Na mara nyingi huaga na niagiza dawa. Sasa unavyoniambia nisijishughulishe kwa chochote, nashindwa shindo kukuelewa. Au kuna vitu unavijua mimi sivijui? Mm. Sasa acha nikwambie jambo. Siku zote siri ya ngoma anaijua aliyeiwamba, ndio anajua ndani kuna nini. Ili uweze kujua siri hiyo ni lazima utoboe ngoma. Binti, Zingatia nilichokwambia. Hmm. Ni nani? Mimi natoka mara moja, naenda hapo dukani. Dada akija utamwambia nimetoka, akiniulizie basi. Sawa, kwa makini uko enda hapo. Na kwa makini. Okay. Bila wewe siwezi, siwezi, I love you. Subira, sasa hivi na maana umekuwa na dharau wewe, ukiambiwa kitu kinaingilia huku kinatokea kule, sindio? ni mara ngapi huwa nakwambia kuwa mimi nikitoka haitakiwi unyenyue miguu yako na kwenda sehemu yoyote ile? Lakini jana mchana nilipofika hapa nyumbani sikukukuta, ulienda wapi? Kaka, mimi nilitoka kidogo, nenda kumwona rafiki yangu, maana alikuwa anaumwa, afu ni watu ambao nimesoma nao kwao. Mimi kapo nyumbani mimi peke yangu na mdomo mimi na boeka, maana namwona nitoke tu, nenda hata kwa marafiki zangu, asa kila nikitoka na kuona nibani bani mimi. Sasa nimeshakuwa mtu mzima, siku zote wasiwasi ndo akili. Na unafahamu fika kabisa, tangu wazazi wetu walipofariki, msimamizi mkubwa niliobakia ni mimi. Kwa hiyo natakiwa ni kuangalie kwa kila kitu, kwa kila tuono ipiga wewe sasa Ukisema unanichukia kwa hivi unavyokuwa nakuelekeza, unakuwa nakosea. Sasa sikiliza, mimi hapa nimechoka kuna nahitaji niende ndani nikapumzike. Mgeni yoyote akija kuniulizia, inatakiwa mmoja kwanza, usimruhusu akaja ndani moja kwa moja, si kama unanielewa? hmm. hmm. afu unapenda sana au matani yako

unatakiwa kutoka, kutoka mdahuuu mdahu mdahu na kuelekea polini, polini, wende ukang'oye dawa ya mnyero na pia uhakikishe unapong'oa upige magoti usije ukasimama wima, kisha ukishemaliza uje nayo hapa ili uweze kumsaidia mjomba wako. Mjomba. Mjomba. Mjomba. Hmm? Napopata muda wa kupumzika kama hivi, natakiwa mniache. Ndoi muda wangu wa kupumzika. haya mateso na maumivu unayapata. Mjomba samani, mi nimekuja mara moja kwambia nimeota mida sio mirefu. hiyo ndoto niliyoota inahusiana na kwenda kuchimba dawa, na kwenye hiyo ndoto nimeota kama ni niwe umenijia na kunipa hayo maelekezo. Hmm, kama ni hivyo mjomba, ni ndoto nzuri, inawezekana ikawa ni msaada kwangu. Usidharau, uende hapo ulipoelekezwa, lakini ushauri wangu ungeenda kesho, sio leo. Sawa mjomba, nimakuelewa. Ay, basi mi naenda pumzika, nisaidie kuniletea shuka, naisi baridi mjomba. We vipi, mbona umejinyanika, na ni kwanini hujaenda kazini? najisikia tu vibaya mimi najua nakaa na binadamu, kumbe naishi na ng'ombe. Kela we ni ng'ombe, huwezi kujiongeza. Unavyosema unajisikia vibaya, mimi nitegemea kusikia labda unajisikia vibaya kukaa hapo, umejipata na ukatafuta sehemu yako ya kukaa. Sio unajisikia vibafu unazidi kukaa kwangu? Unalala kwenye kitanda changu, unajua bei ya kitanda? Unajua bei ya kodi? Wewe mwanamke kweli ujiongea hizi yani. Lakini jiu. Tangia jana usiku nakwambia najisikia vibaya. Usiko sawa. Wanawake wenzio ni akili. Wao wanasema hamsini kwa hamsini. Unajua maana yao? Ni kwa sababu wanajitambua na ni wapambanaji. Sasa wewe unataka tela ya kula nikutafutie mimi? Bwana sikia. naingia ndani nikiwa narudi hapa nisikukute, uende kazini. juu kuwa na moyo wa huruma basi Chafuka mioyo, imepotea maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake, sio ni mwisho, sio ni mwisho ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami. Kuna zamana, hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami. Nani atasima